Hello ladies and gentlemen, it's your boy Engineer wa Hafla and welcome to the number one podcast in the Coast region right now as we are speaking and today tuko ndani ya nyumba na one of the biggest artists ndani ya the Mombasa ama Coast region and with me niko na timu yangu hapa na mimi hapa ni Adama Damaris. Bila shaka mimi najulikana kama Kaxton, mbona msiokaa na tunasema kwamba leo lazima utafurahia hii. Ni speak on it, so, tuko na Vanny Boy ama ukipenda mwite Vanny Boy wa Mombasa in the house. Ni aje mzee? Mimi niko poa, nashukuru, thank you so much kwa kunikaribisha eh bwana. You've been waiting, ndio nasema Vanny Boy ameenda wapi? Vanny Boy Vanny Boy! So mazeni mwaletea Vanny Boy leo ndani ya nyumba E, ni ni ni wengine wengine ni mwa, wuna, wuna, ama nyinyi peke yenu ndo na nini, nini, nini? Sijua, watu wengine wananijua e. mm. So, nah, wanajua wale watu watu watu kuna kijana kijana Vanny Boy. Mm -hmm. Sijui, ni nani alikwambia ati sasa Vanny Boy, mimi nafanana Vanny Boy ama ni vipi ulijua? Unaweza jifananisha na Vanny Boy ama unafanana na Vanny Boy ndio ikatokea ile Vanny uh -huh. Boy. Okay, jina Vanny Boy. Jina Vanny Boy ilikuja tangu kwanza kitu nita appreciate, nita -appreciate all ladies in the house. Kazi yenu ni nzuri. Mwenye ni discover ni wanawake. Wanawake minu wa appreciate, hawa mm, ndo mashabiki zangu sugu sababu <laughs> kuna hiyo time nilikuwa nimeenda event fulani Kilifi and uh, it was a church event so, ndipo fika kule tukaingia hoteli kwanza mm. ku kula kula nini mazagazaga ni nini mazagazaga, hizi mambo za church nini. Mimi ni kijana wa church, by the way ah oh. So kufika pale <laughs> wala mimi ni wa church, nitawaambia nitawaambia. Ina shida? Ndio sawa, ninangoja tu kusikia sawa. So mm -hmm. So, pale tulifika pale kupigia pigia vitu kidogo. Ah, naona kuna kasichana kakapita, big fan Mmm. Apita akasema hiyo time Rayvanny kwa kuitwa Rayvanny at that time akawa anaitwa Raymond. Mmm. So hiyo ni the year um... hiyo ilikuwa back 20 ngapi? 2019, 2020. Za kitambo. Za kitambo. Mimi kuna video yangu hata moja mkija kuitafuta Citizen mtakuja kucheka. Mmm. Eh, kuna time nilikuwa hapo Nairobi hapo ndiko nilikuwa na kipara yangu mbaya sana. Hmm. Mimi nimeonekana Citizen. Mmm. Ah. Nawapatia story fitu kwa hapa. Ndio nitaitafuta. Nitaitafuta. So, wao wao dem akasema au jamaa anafanana na Raymond. Hiyo wakati Raymond amemba Ivana amemba nyumba huko kwetu muda wote mateja yeah, yeah, kama mm -hmm. Unapata hiyo story. So akanambia unafanana na na Raymond. Nasema hey, Raymond ni nani? Ah, mimi nikaacha na hiyo story. Mm. Sema acha mm. na Raymond, wenu mimi sijui ni nani. Hakuja tukatulia tukatoka chaji tukamaliza. Mm. The same same year mtaani huko huko Mikindani tena mm -hmm. Rayvanny amekuja kutoa ngoma naitwa Kiki, nataka nitoke kwenye gazeti eh. Sasa amekuja na jina yeah. Rayvanny hapo, sasa ndo tena nikasikia tena mtu eh, mzee, kuna dogo fulani nafanana naye anaitwa Rayvanny mm Rayvanny ni nani? Mimi sasa ndio kabidi nikimbie mtandaoni niangalie, ujamaa, jamani, nani teke teke nini teke teke ujamaa. Mimi nilikuwa na support nini, mm -hmm. Bongo music yes, napenda lakini sasa nilikuwa sijui jamaa, ndo nilikuwa najua kuna wasanii wamekuwa introduce ndani ya wa Wasafi naona, so kufika pale YouTube nini kucheki kama una Rayvanny alikuwa amekuja kastani kake kingine kamechonga hapa mm hivi -hmm. kwa kichwa jamaa, tunafanana naye kweli huyo mm. -hmm. wacha ikuwe tu vile watu wamese <laughs> Facebook <laughs> nilikuwa najita majina mengine Rais Ramad mfari anjagaban hey, <laughs> Watu wametoka mbali, mbona jita jina mengi? Okay. mengi kwa kienyeji, kwa face kienyeji, ati ati Rais Ramad Jagaban the second eh. Mm. jina ndefu Mm. so tulikuwa tunashinda na hiyo time, kwa by the way, mimi nilikuwa napenda tuzo mambo za social media mm. hiyo time. So tulikuwa tunashinda na Mikindani, kuna maboys walikuwa wako na wako on trend, kuna mavijana na mabishti zangu walikuwa na wana push, so ndio kwa trend. So nilikuwa nasema nitakuwa vipi on trend Mm. Mikindani, nijulikane, unaona showbiz eh, nataka ni nipate hiyo clout iko eh mm. mi pia niule msee mm. Jua ma jamaa ukipata, wakienda zao kama at that time kulikuwa na 2000 mm. Unaona, uko mama wengine wakienda ni inakuwa eh, aje jamaa Mikindani ndo kusema, unaona mm. -hmm. so mi hiyo time napiga tu boli. Nakumbuka mm. hata tumecheza naye boli star, really? mm, mm. si <laughs> ati eh tumecheza naye <laughs> jamaa ta boli <laughs> okay. so bana yangu kwa ni boli sasa nipo nikaingia ingia hapo mtandaoni kwa nao jamani, nikasema kama anajita hivi Rayvanny anaacha, nione vile hiji nita respond mm -hmm. Nikaanza ku account na hiyo jina sasa, nikasema Rayvanny ni wa Mikindani mm -hmm. at first nikaanza kujita hiyo Rayvanny wa Mikindani, so hata nilikuwa nikinywa kijana wachache chat, nilikuwa napiga upara yangu fresh school boy, ni nikaanza sasa kuchonga chote yote, ni kama form ngapi hivi tumemaliza shule tukitambo 2017 mm. So, shule niko tu yeah, mtaani struggle nini naona no. Sasa hapo ndo nikaona, ah, wacha nichonge juu buda alikuwa na ile design ya kuwa mtoto wake yote afai kuwa na manywele za ma, ma stingo, stingo. huyo yeah, nyanya kwa pendi hizo vitu, alafu nyanya yangu naye ya alikuwa ni mtu wa lejo hapa, hey, hey, makofi mengi nini, akiona hizo design anakuambia mjukuu wangu umepotea, mm. So buda alikuwa pendi hizo stuff, anapenda tu kijana discipline, kienda kama ni kwenda kutembelea shosh, umekula socks za, za shule mm, church mepilia. Boy, lazima umekula butia black hapo na socks za shule na longi kubwa hiyo time kwa tukiona bagi tu ni mbaya, wacha. Sasa hivi tukiona bagi tunazivaa, mtaona kuja kuenda hiyo hiyo mentality, by the way, hata si meiona kila mahali, by the way, zile za pale nyuma liko ile ati uh, mm. ukivaa je umevaa, umevaa maybe hata rage <right> mm. hiyo time umevaa nyu hata stingo tu, nywele hata umenyoa hivi, utaanza unaambia na nyanya yako, wewe hiyo maneno kwangu sitaki, hiyo ni mata bango wewe, ba sio, sio jaribu hivyo. Sasa hiyo unaenda na uchachi kweli hizo nguo. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Sasa una mimi kama naenda church na hizi. Na, na hii generation eh, yeah, nakuambiwa ni ni wewe faith yako. Eh, yeah, Sikuwa na, ile church fulani hmm. Nairobi <coughs> ya Gen Z sijui wapi. Mm. Eh, sasa kuna freedom. Sasa kuna, sae freedom. Sae kuna freedom. Na, Kuna freedom mingi, lakini sasa wewe mwenyewe ndo tu na ah. Jose, kitu Joseph hai kitu aipite magoti. You know. You have to respect kitu kama hmm. hiyo na. Haikule ah. tanguli na Ay, mokoro afu tumeamua sasa eh. ni celeb. Eh, shida. Hebu eh, rudi hapo nyuma kwanza. Ngoja, mm. umetwambia sijui umeuka Eh, ukaamua sasa unataka kuona ujamaa. Nataka kuona ujamaa, hata nifanya, nita nita nita sustain vipi fame hiyo? mm. Time kuna kuna kuna maboys nikiundana, walikuwa na au ndo ndo kingpin, mm kisikia majina, watu wazuri wanawatambua pia. Eh, nataka hey, ukuwe hapo sasa. Shout out to my boy nini, anaitwa nani, Posterian mm. Dk Shy Boy Shai Boys anauza makladi macollection hata mm, ni mtu ambaye pia tunampromote is one of my best friend. Mm, au maboys walikuwa hivyo kina mwalista ah. Sasa mi nikakuja na miki ndani so ndipoanza kunywa hii hey, style kwanza nikapitia mtaa kumcheki mzae. Mm, atasema nini <laughs> Buda kanicheki aenda kutest mitambo hnahklwardudoomekuaanakupeleka mi <laughs> aawa kitambo, saizi walaumu wakona ile mentality ya kuwa kazi ngumu ndio inado Unaona? No, no. Wala wewe bana, wewe nikupeleke kwa pigi gereji. Mimi nimepeleka kwa mechanic by the way. Peleke kwa mechanic maana nikasomee viuma, ningie chini ya gari kule mti za namas. Pana mbaya. Pana aenda. Sasa nikaona buda, mimi naenda. Don, nilikuwa mwerevu Mm. -hmm. Nilikuwa nashika lakini nilikuwa na zile, nataka kuwa mm -hmm. nataka kuwa famous. Hiyo ndio kitu ilikuwa ina nini? So hata nilipokuwa nikaenda hio chuo, mimi nilijulikana the first day nimeingia shule. Mm. -hmm maana nimeingia pale na michezo michezo tu mingi za mtaa. Nitakaa shule nitambue yote, mbona mtanijua, anijua mimi ni Rayvanny hao. <laughs> So, hao sasa, hebu ngoja hiyo reception hapo. <coughs> Umeingia leo, nataka kujue mm, walikuwa wana feel as in wanakuwa na kari Rayvanny kweli, unajiita hiyo jina ama a a. Mm, bado hawajui wote, kule watu kwa juu wote, sasa ndio mpaka tukae kae ndo angalie mm, mm, huu ni, ni mse fulani. Sasa nilipoingia chuo football boli ndio imeanza kunipeleka sasa, wale jamaa wanza kunijua mmm, eh kwata hiyo football nilikuwa nasomea tu mmm tu hmm, Technical University of Mombasa. So hiyo football ndio kwa sasa nimekatwa hapo, so na ma boys wangu naenda nacheza, jamaa nataka nijue, nikaenda kupiga boli, baadaye naambia ni mimi ndio nimefunga, Vanny Boy <laughs> eh, Vanny Boy ndio <laughs> nimefunga, so watu ah, Asa, wakabaki na hiyo Rayvanny, alafu jina nyingine sasa, shida kuna jina wakanipatia mbaya. Mm. Wakawa nita hii jina inaitwa Haribika, jina nyingine mbovu na mimi nika accept. Mm. Jina sasa -ha, ah Ribika Rayvanny ndio huyo. Nilikuwa tukifika hivi mimi naingia class yote tu. Kinge pale, nikapata kuna mwalimu mimi nimeshaanza kuwasumbua. Niaje? <laughs> Unaimba ama una? Mikwara tu. Yo, mm. Mimi ndo Vanny Boy mwanitambua kweli. Kutuko na force na force nani kufosia kitu mpaka wakai accept mm -hmm. Ni vitu zingine zinahitajika mtu kama mm hivyo -hmm. Eh, wewe force tu onekane chizi but even ni wakani accept, alafu sasa pia kwa football ndio kwa pia wameni accept sasa. Eugene akakuja tu rahisi, unaona mm -hmm. Au ni yule kijana anaitwa Najita na fulani fulani, so mtani kaanza kupiga ma photo shoot, mwanangu alikuwa anabeba mabagi, kuna photo shoot nini Kizingo, hizo ndio places zenye kwa tunapiga chuda nora ndio mm -hmm. places za kupiga photo

yubri tukaanza naye kaanza kwa MC kidogo kwa na event mtaani pale temperature. Eh te, temperature pale usha kuja kunikuta nikipiga mic nini hizo ndo kwa vitu naanza anza confidence to my guy, kujipeleka tu zaleo. Kakuja kafunguliwa zaleo, ikifunguliwa mimi ndo nilikuwa MC wao wa kwanza mm mm, ndio nikawapigia. So nikaanza kugeinio nini, nikapata maboys wangu mtaani kwa ndaka wanafanya usanii nini Kamba mimi nitawasupport support. Mimi niko na YouTube, hata mimi niko na YouTube na YouTube yangu ndio imekuwa. Unaona? Kamba mimi nitawasupport support. Sema basi fresh wakawa naimba mimi nikwambia mimi kitu nitawafanyia atakuwa anatulia tu intro pekee yake. Mm. Wakasema poa. So mimi kwa ni yeye yeah, what up this is your favorite boy then come Vanny Boy wa Mombasa. Hapo ndio jina hapo jina Vanny Boy Mombasa naanza kuiweka hapo. No. Unaona? Mm. Wakishatoa ngoma at the end ngoma yana, hey, ya ina eh hey, ngoma ya Vanny Boy sasa inakuwa hii ni ngoma ya Vanny Boy bado. Sasa nikaona ah, kama bado na accept. Ngoma ni yangu. Well and good. I'm still supporting young youth. No. No. Mm. So tukao tunaenda hivyo, jina ikakuwa, nikaanza sasa nikaanza kutona viongozi ah hii Jomvu yetu kwanza. Eh, sasa mm. Vanny Boy njo tufanyie hivi sasa. Nikaona ah mimi sasa inaanza kusave Jomvu. Na kuna event imeenda kusave Mombasa hiyo, unaona? Mm. Wacha nibadilishe hii jina ikuwe something else. Unaona, mm. So ndo nikaka jina Vanny Boy wa Mombasa ju oh. na serve Mombasa at large, si tu Mikindani, si Mikindani peke yake, unaona mm. no. So wale maboys wangu wote ambao walikuwa master wote wakaaccept kwamba boys, wewe wewe, ndo wewe, wewe mm. ndo wewe, we sasa, jitume. So wote wakanibariki na wewe bana, wewe jitume sasa. so, wakakuja kwa na challenge ya Mikindani, sijui top 10 celebrities in Mikindani mm. sikuongea <laughs> Sikuongea ya kwanza ikakuja, nikashanga siku hata kwa moja, so thank God, comments zikakua, kuna mtu atuoni hapa, kuna mtu atuoni hapa. so, ile kitu ikanitia nguvu, nikaona watu wananitambua, wananitambua. Sasa siku nikakuja nikakutana na Rayvanny, mimi ndio nitawapatia story Mm. Baada ya hapo kuja kutana rival ndo next kaja kuona top trending Jomvu, mm. ni toei juu yeye namba one nikasema, kitu amekosea, chukuzeni msanii wetu mm -hmm. Yeye yeah, anafanya anakuata anali anali, but sijui aliona nini kwangu, sijui ni baada ya nikutana na chui nini, nikakuwa namba 1 ndio maana ni vitu trending trending at that moment, maybe ilikuwa hivyo nikasema mm. nika appreciate nikasema ni vizuri hivyo mwenye acknowledge na nika appreciate. So hiyo ndio jina ikakuja kwa hapa Vanny Boy Mombasa na Buda, ikabidi amekubali, ikakuwa hivyo okay. sawa mimi nikaswali mm. tushajua historia ya jina na pale nimesikia umetaja tu mm. ningependa tu mimi na mtazamaji, najua kuna maswali historia, mm. yako kidogo ya kimasomo, primary secondary, ili ufike tu imekuwaje, imekuwa umekuwa wapi mm -hmm. Mm -hmm. Kama tu, like, primary, umesoma wapi, secondary, ukasoma wapi alafu. Na, mi primary nimesomea mikina ni primary mm -hmm. Sekondari Mungu akajalia nikaenda Lushangoni kwa Taita ndotu nikakuja sasa kule kule kwa secondary, hatuwezi sema sana kwa sababu, hata kama ni ile ile marks, unayojua ni ya kujituma kama <laughs> ni no. Eh, kweli okay. ya kujituma mm. ya kujiweka tu sawa. So kufika hapo, hata tu ilikuwa ni mahali ambapo nilikuwa naenda kufanya sana mtihani juu, kuna shule iko inaitwa CITC, so pale ndo nilikuwa nimekuwa nime sana juu ile shule ndio wanafanya sana mechanical engineering whatever mm. so tu ilikuwa mnaenda kufanya paper mostly naona otemti exams <laughs> na tena exam na nini, maana yake mimi nilikuwa nafanya nalipiwa sponsorship, nilikuwa nalipiwa sponsorship. Sasa hao wenyewe kwa nanilipia, sasa nilikuwa pia wanalipia wa wa, watu wengine ndani ya tu, but mitihani zote kwa tunafanya pia nita, kama mnajua nita mm -hmm. Eh, huko sana so nimebase tu na hao hivyo. So hapo nimekujibu kweli, mm tuko sawa mm. Eh, mm back to you mama Mi nataka tu urejele pale home hmm, wazazi ilitekao long ndo akaaccept. We wenye uko mi hata mi mpaka hata leo mzazi wangu bado aiko aiko makili yake ikitu <laughs> mzazi wangu mi ni sahii nimebaki na buda Juma, mama aliniacha back 2004 mm -hmm. niko bado KG3 so nimebaki na buda na sasa buda sijui, yani kama mshakutana na wazazi buda yuko tu anaku appreciate wakati ameona, mm -hmm. kidogo, mm -hmm. watu na kuninii, lakini bado wa hii kazi yako ya usanii, yeye uniuliza hii usanii inakufikisha wapi? mhm m sungekimbia tu na wenzako pale, vijana wenzako kwa kule mechanic, na wanafanya vizuri, ndoka na 40k. Sasa nashindwa sijua gani, naambiwa wale watu ndoka na 40k ama ndoka na 50k, hiyo ndio ndoka anaoona, unaona, eh. Sasa anabaki tu akiniambia hii anivunjagi moyo sometimes, alafu mzee wangu pia kidogo ni mtu akadogo anakawashawasha so mm. akikawasha na kuja kuongega ukweli mm. baba, ng'ang'ana tu mm. eh mimi sijui pale itakufikisha, lakini ng'ang'ana akiwa macho magavu, ndo anakuambia hii kitu yako mimi anga sioni kama iko sawa eh umeanza boli, boli umetoka umekuja sijui TikTok eh umekuja usanii kila mahali tu Babake Vanny Boy babake Vanny Boy babake Vanny Boy, boy, boy, ana gari sijui, ni gari iko wapi? Mimi ni kwa vipi ile story ya gari, gari iko wapi jamaa? Mimi naomba ni kona BMW bro ki, anything, for cloud, mi testing, testing. anything for cloud, anything for cloud, mimi kitu na naweza kuambia about. Sijui kama nimekujibu kweli ama mm, bado nimebakisha wapi? Umenijibu, malizana na yeye alafu utaniambia sasa venye hapo kwa mabishi, unajua si kila mtu atakua accept, mm. true na pia kukuwa celeb ni gharama sana. hapo utaguzia, hapo utaguzia ina shida, okay. Lakini let me be sincere about gari, ndio pale namba, anything for cloud, this is entertainment Entertainment needs a lot of hard work. Mm -hmm. Discipline ikiwa ndani. So mimi kuja mpaka nije nifikie story ya gari. Nilitaka Mungai even nijue No. Yo time by day alikuwa on fire sana. <laughs> mm -hmm. Na ningefanya nini anijue? Kulikuwa na kampuni inaitwa Kushi Motors. Sasa hii ina trend. Mm -hmm. Naona vile iko Kushi Motors ndo wanaleta wasanii wanawapatia magari. Kushi Motors mimi nilienda nilikuwa nimeenda Baraka FM hiyo time kwa best yangu ana. Kuna jamaa fulani anaishi huko Mikindani anafanya Baraka FM, so nani yeye ndo alinconnect hivyo, hizo watu zilikuja baada ya kukutana na Chui maybe nitakwambia, lakini sasa hapo nilienda nilienda huko Kushi Motors na wao, jamaa fulani anafanya Baraka FM anaitwa Kamala, so wewe boys ni best yangu, tukapita akaniambia, ah bana, kuna mshita wangu fulana anafanya kushi motors, tunao tukwasalimia. So tukafika pale kwa salimia, kambia, ah udogo, nishamsikia ndo Vanny Boy huyo, mm, -hmm. ni Mombasa nikasema ah, ipia ni kitu moja poa, magari ni mengi, gari kali kali, mimi hata wa, by the way, sijui hizo ma collections za magari mm. -hmm. sisi, sijui majina mimi najua tu ni Range Rover si, mm -hmm. mm -hmm. ni Kia nini si, by the way sijui wallahi, mpaka leo, hata ukiniambia, sijui, niambie gari Mazda hapa ni gani, labda, unless ni unaweko nyume imeandikwa Mazda But na najua wale jamaa wanafanya kazi nzuri. So tukafika pale jamaa wangu nayo ni watu wa ma content. Bro, tufanye. Vanny Boy sema mmenlogari na Rayvanny sijui nini? Sunaona tuliandika hivi kwa hiyo page na ilienda ienda. Ilienda. Na hii ienda. Inaenda mbaya sana. Mpaka watu wakapiga simu wenye mics na shugura, vipi? Dadi gari. Eh, <laughs> eh. <laughs> Kwani ni wapi sija sija chimba ki, ni wapi. <laughs> Nikaingia kwa VA. <laughs> <Na> Ungefanya kuue brother <laughs> hata una gari. Naona kitu. Mzee kuna kitu wangeni niuliza. Nimefika pale nikaambia basi nichukue nikiingia. Mm. Eh, nini? Na jamaa anajua kutengeneza content. Mm. Kanichukua nikiingia fresh wakaniambia ingia kwa VA alafu nikakaa pale. Nikisikia gari pesa ambayo ikatajwa. Sijui milioni ngapi. 15 nikasema we hata 50k <laughs> wanimwe kwa mfuko hata hana. <laughs> Nifikie hapa hata ikajafikisha. Hamna kitu. Hamna kitu. Na ni nikasema Mungu wangu. Kakaa nika ile sijua naita nini huko juu. Mm, ukatokea kwa ile itonga ngati. Atokea kama mm, Ruto hapo juu. Mm. Kama <tikia> <tikia> mkono huko na kule. Kama <tikia> kasongo. Kama kama mweshi wewe. Ni mweshi. Ni mheshimiwa bana. His Excellency. So nikatokea kama mzee pale. Sina na yellow. Eh. Sina na yellow. Eh, ni udai. Mm, sinaona. <tikia> na nasikia eh, na yule mm, ni mweshi lazima tu respect, nikapatia mm -hmm. Na mkono kama kwa mweshi? Mkono si Mkenya, nitakwambia eh, si <laughs> pia pia kila <laughs> kitu kama <laughs> pia, ita <laughs> Sini, <laughs> si ni Mkenya nitakwambia pia nitakupea kila itakupea na mkono nini. Nikashuka akaa pale, alafu nikapata jamaa akaniambia details za kuintroduce hiyo gari, nikamwambia bana sisi yake iko poa, nini brakes clutch iko poa, accelerator inafanya vizuri, steering iko poa, so tunaona vile vitu ziko comfort nini hiyo eh, tunapata within na 15m nini uh, eh kapiga mm. E, story mingi hapo za 15m nini, alafu baadaye nikashuka nikatembea na mguu alafu. Sasa mimi mjanja mm hizo -hmm. vitu nilifika home kwanza ndo ziiditiwe Zilipoeditiwa nikasema nakaa home kama one week. Mm. Uh -huh. Amta niona hapo mtaa. Ni, ni so kila mtu anabaki eh, driver amemdoa jamaa gari kwe. Haonekani ni kindani hey, Maze kuchukia hapo ni simu tu. Oh, Vanny Boy, uko na gari kweli? Wewe waniona mtaa. Ko Zanzibar sasa. Watu wa wazuri wanakupigia tu sasa wanataka simu. Vanny Boy, just need a ride, just need a ride. Nasema yeah. Mungu sio nifikishie hiyo jamani <laughs> ikabaki kakaa nika sasa nika clout hivyo ikabidi Mungai Eve, hmm. akawa amekuja Mombasa, kuna event yenye kwa nafanywa na Daudi Anguka, Mvera Mvera. Ah, yeah. apart from Vera mvera, kwa sasa itakuja mbele, kulikuwa na event kwa meeka, mm -hmm. apart from mvera <coughs> kwa ni event ndani. So hiyo hiyo Daudi alikuwa amesema nenda kusupport vijana wa mekindani wa Jongwa, hmm. no? mm -hmm. Hmm. So mimi sikupiga hata simu, sikufanya nini, nilijikuta nikonda ni sasa ni Vanny Boy, unaonaje utakuwa. So hiyo ndo kitu msanii, hiyo ndo kitu ambao wasanii wanataka, any part of entertainment hiyo, mm. ndo kitu inatakikana we, yeah. like. yeah. yeah. ukue mazee, msiokaa Mazee naomba bana nipatie show sijui nini. Mm -hmm. Wakati wewe mwenyewe hujai niona kitu nafanya. Unaona mwa mm -hmm. kitu ambao mimi hujaona nikifanya. So unataka ni uone kitu nafanya. Mm -hmm. Ndio sasa wewe uko na ile eh. Hey, Mazee hii, hii kitu ina inafaa Vanny. Unaona, mm -hmm. hii kitu inafaa udogo Vanny Boy Mombasa. Like vile vile podcast vile mmefanya. So at the end mmeona cha tupige u boys. Mm -hmm. So ndio kitu ambapo wasanii wengi wana dream. Mm -hmm. Na hiyo ku dream ni lazima ung'ang'ane upush ndo hapo ahapo, nasema nilikuja, unajua ndo vitu zingine kama hizi zinahitaji kwa na management mm. So mimi ni one man army, najisimamia ma mwenyewe. So sikuwa unajua, hata bado mimi ni mdogo Nilitaka tu kuclout ili watu wone, mimi aim yangu ilikuwa ni Mungai mm. Eve but, sasa sikuwa na hiyo design ya kuwa don. Niliwaambia choose me, mkiona mali mm. nafaa hii video ikitrend, please mnichague tufanye kazi mm. na nyinyi, unaona hiyo mm. ndio kitu niliwaambia. So maybe walikuwa wanataka, hawakutaka kujua, walitaka kujua rate yangu ni ngapi nini, unajua sikuwa nimetengeza rate card yangu, unaona. So sikuwa nimeji book kuonyesha kwamba mimi established juu mimi mwenyewe pale, ndio nilnili niliofanya kama ofa. Unaona, ndiyo maana pale unaambiwa sasa, it's best mtu akuite mwenyewe than we kujipeleka. Unaona. mm -hmm. Sa unaweza jipeleka kati bado uko chini kutafuta ile fame, unaona, lakini si ujipeleke kama uko na jina, unaona. Like saa hii tuseme ati msani mbua kama Rayvanny saa hii anza kuitisha nini ofa na na Sony, mm -hmm. watakupatia pesa kidogo, watajua umejileta, uko desperate, unaona mm -hmm. Eh, sasa it's best ukae tu umeketi chini wanakupigia simu ushawadanganya, bro. Mimi niko niko Miami. Mm. -hmm. Na kwa chef pale. Eh, ama uko tu zako nyumbani umetulia. So hizo ndio vitu ambavyo wasanii wengi tunafaa tuwe tunafanya. Mm -hmm. So mimi Daudi akani akanipigia simu akaniambia bro, nataka ukuje show tunaweka hivi hivi na hivi nikamwambia basi haina shida. Wasanii wakakuwa wengi wakaita wasanii wa Bamburi, wapi mtu hapa kila mtu. Na huko kote wana Giovanni bwana ga na gatanako. Mm. Hey, ako na mrenga <laughs> bro, mi nilibidi nicheze kama mimi yeah. Yeah. Sina do sina nini, lakini nilisacrifice. Daudi akakuja na gari akatuletea gari za Jomvu tubebwe, gari yatameki ndani. Believe you, mi nilifanya on my side vile naweza. I had to clout. Nilikuwa na beshte zangu wengi wakubwa na wanafanya kazi kubwa kubwa wenye nawajua mbeshte, kana nikaomba gari mmoja sitaki kubebwa na hii gari ya me, imekuja. mm -hmm. Yeah, kila mtu eh. So hiyo ilikuwa pia attention hiyo. Video ukiangalia huko TikTok imefika karibu 50k views. Mm. Eh. na ni poster tu kwa 50k views, so nikaona kwamba boys gari best yangu na akaniambia we nitakubeba, juu sikuwa na driving license at that time so kanibeba kama msanii back left hapo, nikachukua best yangu moja akakomaa, amefura poa, amevaa black. mm. Mm. <coughs> hmm. Sisi hao mm. Mpaka kwa event niko na madansa, nilikuwa nime nilikuwa napiga training nikapoa paka gym. Mm. Pale hiyo time, hiyo gym ilikuwa na best yangu anaitwa Coach Caleb, pale iko na ba kulikuwa na gym iko hapa ndani hapa, ukiingia sasa hiyo hmm. Coach anafanya kijueni bado still nafanya workout free, mimi nasilipishwa gym nini, so <coughs> kaenda, nikakuwa na train, kaita madansa kwa train kwa train kwa train kwa train, mpaka mimi ku dance nini kwa kwa set. Akasema tuende zetu show, mimi nikuja na gari. Kufika pale <coughs> jamaa anajua huyo dogo na gari, gari sio juu, zilikuwa zinapakiwa nje, so huwezi jua kama Vanny Boy amekuja nani na probox, wezi jua Bora mm. Nikujana ga. Sisi so, timu hakuna mtu mwingine anajua hiyo story ya clout ni wewe tu na watu wachache. Ni mimi na watu. Daudi anguka anajua uko na gari hiyo time. Mw... Daudi anajua. Daudi ni mjanja. Daudi <laughs> ni mshap. Daudi alijua tu boys anafanya kitu poa. Mm. So lakini sasa alijua hiyo kitu poa anafanya, ndo kijana yako kwa light already. Umeona? Mm. No. So aka nita ka Salim. Alafu ni... Daudi peke yake anajichochanga. Mm -hmm. Haku yameita watu lakini hakuwa amekuja hiyo time. Hmm. So wasanii walikuwa wamefika wengi. So tulikuwa na bezi wasanii walikuwa wamesimama simama. Yaani tunasema tu bado tulikuwa tu ma underground, yes. Si kama vile sasa ukiniita show lazima unieke tent. Hmm. Kama tuko mali unieke tent ye, tent, tent ya msanii hata kama wale wataki mimi ni fiche. Mm. Naona. No. So tukaenda tukakaa tukakatuma wale wasanii, so wa mafans wanapitoa na waona. So nasema tulilani kitu from there. Tukaitwa tukapiga stori, wasanii wakashikana shikana, kulikuwa na mastori, watu wote wale wakubwa ambao wanasimama coast, hata ma content creators kapata sasa, wasani wakaanza kupanda, hata Kasipool ndo akianza kutoka, ametokea akiwa hapa Mombasa mm. Hapa haya wasani wakaitwa, mimi, ile respect yangu ilikuwa nikaitwa baadaye, karibu second last mm. baada mimi ndo wasani kama watatu ndo kina Kasipool waongee